Ah, Yanga video <laughs> <ujifiche kwa. laughs> Ura, unajua Simba kichukua ubingwa kombe la shirikisho mm, Yanga hatachukue ubingwa wa ligi mara tano mfululizo mara tano mfululizo ngao mara tano mfululizo hataweza kuwafunika hapo, yani wataongea sana, hata wafunge mara tano awafunge goli tano tano bado mm, yani, wa, Simba wataongea sana, na unajua uzuri wa ile kombe la shirikisho ni la mwisho Ina maana Yanga hawezi kuja kulishindania tena msimu ujao. Kutakuwa na African Football League, kutakuwa na CAF Champions League. Ina maana ili kombe la shirikisho la mwaka huu, ina maana kama Simba nalichukua historia inakuwa imeandikwa, ee, yeye ni bingwa wa mwisho kama ambavyo yalitokea makombe yaliyopita. Kwa hiyo amini kwa, yani kwa kujibu swali lako fupi hilo mm. eh, bwana Yanga hey. Itabidi wajifiche. Wajifiche wapi sasa tena? Tena mimi niwaambie tu Yanga, yani kama anataka kujificha anze kujificha mapema. Kwani wakati wa Yanga anaingia tu ya finali Simba walijificha. Yeah, kwani Simba wali, yani Simba walikuwa wanatoa vichaka vya kujificha, lakini baada ya kukosa kombe wakajitokeza mjini. Umeona Simba kaenda, Yanga kaendelea kuwasumbua na medali zake. Sasa, yeah. Jana sio umefika kichaka chake cha kutamba na medali, yeah. Ina maana Yanga sasa hivi cha kusema hana. Anachoomba sasa wafungwe finali ili wawe sawa. Eh? Yeah. Sasa unamsikia ndo Ahmed Ali anavyoshuka leo pale yeye, mnasema temino ngapi eh, anavyoshuka kwanza. Bwana anasema jamani, niliwaambia goli la ahua linatupeleka fainali. Haya, mashabiki wa Simba ombeni msamaha kwa Jean Chazi, ahua fundi huyu. Unasikia mashabiki wa Simba wanasemaje? Ahua, tunaomba utusamee. Eh, ah, hapo kwa mgusa Ahmed Yari eh, nikasema ngoja kwanza, kwa kuwa sisi binadamu tumuombe kusahau. Ngoja ngoja, tulia, tunaona ni wahi ah Bas, kuna nini tena? <laughs> Kwa, <laughs> <y> <laughs> unajua, unajua mimi mimi naungana naye hey. Mi, mi nakwambia timu za Tanzania uh -huh. Iwe Simba iwe Yanga ama timu za Afrika Mashariki haziwezi kuchukua CAF Champions League ile wakiwepo wale kina Al Ahli, wakiwepo kina Esperance, wakiwepo kina Wida, kwani uongo? Haya, leo hii, leo hii wale pale wangekuwepo huku, wale wanaume hizi timu, Simba ngefika hapa. Sasa binafsi mm. Wakati unazungumza Ahmed Hari ya mwaka gani? Kwanza hiyo ya mwaka gani? Hiyo ya elfu mbili na ishirini na tatu, yes. Ahmed Hari na aliandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Walete baba Wanongwa, mzee Wanongwa, akapata like 1948 akapata comment 3136. Aliandika hivi Al Ahly amewahi kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho mara moja tu, tena miaka tisa iliyopita kwao, sahizi ni miaka 11, iliyopita. Wydad Casablanca hajawahi kuchukua ubingwa wa shirikisho, hata group stage hajawahi kucheza. Mamelodi hajawahi hata kushiriki kombe la shirikisho na haijui no. Esperance hajawahi kushiriki hata hatua ya makundi la kombe la shirikisho. Zamalek imechukua ubingwa wa shirikisho mara moja, ila kwa sasa ni mara mbili, mara baada ya kuchukua msimu uliopita. Umeelewa nini? Akaandika kuuliza, kombe la shirikisho sio kipaumbele cha timu, sio kipaumbele cha timu cha sisi, timu kubwa hatutamani kushiriki kombe hilo kwa sababu haliakisi mafanikio ya ukubwa wetu. Kwa nini hatuvutiwi sana na kombe la shirikisho? Kwa sababu inashirikisha timu ndogo ndogo na timu mpya. Ndiyo maana kila siku unasikia majina mapya kina KMC, biashara mm -hmm. Geita <laughs> na <laughs> Mungo <laughs> na wengine wadogo wadogo katika nchi zao. Hey, inatosha ukiona mzee anafurahia kombe la shirikisho jua amekwama. Mwisho wa kunukuu. Uli screenshot hiyo au iko kwenye page yake bado? No, unamjua Ali Ali, Ali <laughs> <unza>. <laughs> <tuza> sana receipt <laughs> kutoka maktaba <laughs> e, mimi naomba mjadala wa Ali, naomba niongee kwanza. Mimi niliwacha mliongea, e, niongee mimi. Huo mjadala wake mtajadili kesho, ndio Emmanuel Mwayo. Mimi sichangii chochote kwa sababu kwenye huo mjadala mimi nishasema hapa tangu muda mrefu sana, timu za Tanzania haziwezi kuchukua CAF Champions League, okay, wale wanaume Yani, hiyo ni uongo, tutakuwa tunadanganyana. Lakini huku shirikisho Tuta, tutafika. Na upige hesabu, nao wanaendelea vile, vile. Na ndio maana hata UEFA ile tangu inaanzishwa mabingwa wape ni watatu wa nne, utakuta hivyo. Lakini timu kama Arsenal zipo tu zao zinasindikiza watu kule. Sasa mimi kuja kwenye michano hii ya kombe la shirikisho mimi, mimi naona watu mnaifanya Berkane kuwa timu kubwa hivyo. Kama, lakini ukubwa wake ni wa kawaida. Simba ni timu ya Champions League. Mwanzo wa msimu hapo kwenye hicho kitu alikuwa amekaa alichokaisa hicho alikaa hmm. Oscar Nixon. Rehema nangu alikaa hapo alipokaa. Mimi nilikaa alipokaa Alambano. Mm. Na hapa alikaa miayo. Niliwaambia Simba ni timu ya CAF Champions League. Inatakiwa ifike fainali kwenye hii michuano ionyeshe ukubwa wake. Umeona? Na nikamwambia Simba inatakiwa ichukue ubingwa kwa sababu mafanikio kwenye michuano kama hii ya kombe la shirikisho ni kuchukua ubingwa. Simba leo hii wakifungwa fainali wamefeli. Umeona? Mimi nilikuwa naamini kwa sababu Simba ni timu ya Champions, ya Champions League imekuja shirikisho nilazimafike finali isaasana. Leo mimi nawaeshimu blan ni timu nzuri sana uzoefu la so mm. yani, na ujao akatoka makundi akapangwa kundi labda mpangwa kundi moja na Al-Ahal. Ana Mamelodi hapa atatoboa? Kwenye kundi ilo kundi, haiwezekani yes. Pia kwa wote kwenyelo Piramidi, mwaka wake kwanza a kwanza sele mpangwa na vigogo wao, alikuwa kundi moja na Mamelodi si na timu moja na, na ni isaao ni TP Mazembe yes. mm. E, hakutoboa kwenye ile kundi mm. Lakini kikosi ni kile kile, wameongeza si wachezaji wawili, msimu huu wamerudi tena, wamejua kodi wamepita, wameenda fainali, kwa hiyo mimi ukiniuliza ni timu ipi yani, na nafasi kubwa ya kuchukua ubingwa mm. tangu nilivyokuambia mwanzo wa msimu, narudia tena leo, miezi mitano iliyopita, Simba na nafasi kubwa kuchukua ubingwa wa shirikisho kuliko huyo. Sawa, dakika ni <laughs> <laughs> <laughs> e, <saw>, <laughs> wakati ni huu sasa, kwenda kuchezesha draw pale na kutoa watu thelathini na watano. Mmoja kati ya wa wachezaji ambao wanapishana wana, wana na fainali za Confederation Cup fainali gani? Kipindi ameenda ales Berkane anaondoka Januari kurudi Simba, Berkane akaenda mm, kucheza fainali ya Confederation Cup. Simba simbakaa anaifuata fainali akiwa na Yanga. Tu kuna nyakati mchezo wa mpira wa miguu yule sio amani ya moyo tu cheza fainali ujue ni, ni kitu kikubwa sana. Umeona jinsi gani ambavyo hata wachezaji wetu walikuwa wanajivunia katika maisha yake. Ukija kumuuliza Salum Abubakar Shwaboy kitu gani ambacho anajivunia Richard tu kuchukua mataji, lakini kufika fainali ya Confederation Cup ni ndoto ya kila mchezaji ambaye anacheza kwenye timu kubwa. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho mchezaji wowote anatamani kujivunia. Clatous Chama kweli umefanya makubwa. Simba Sports Club, je, sasa hivi ikitokea Simba amechukua hili kombe hujafanya chochote, hakituandikwa sasa sasa kama mm, ni huyo basi. Kama kupishana, amepishana na watu wengi paka na John na, na, na, na, Boko naye eh, amepishana nalo kwanza. Kama kupishana na mm, kwa chama, wachezaji wengi wamepishana na hilo kombe. Yanga anasema anakwenda kuchukua ulimsikia Champions kwa Adojiwa, yeah. e, mahojiano alikuwepo, Audio zi, video zipo kabisa mdomo wake, yeah. e, eh? eh, eh, eh, zio wakati ali anatafuta <coughs> hapo pengine uh, tuweze kupata chochote lolote. Dakika ni 13 pekee ndizo ambazo zimesalia sana kwa upande wao. Maneno alikuwa mengi vie iara na kasoro zake, makosa ya kibinadamu pia yanatokea, kwa namna ambavyo umeiona unaiona Simba ikijiandaa ama imejiza titi kwenda kukabiliana na Berkane na mi nakupiga hapo apo dabodabo kao jipambanio katika kuyajibu, namna ambavyo Berkane ilipata bahati ya kuona mchezo wao alivyocheza jana, alip, alipoa sana lakini kwa sababu tayari alikuwa na, na ushindi ule mnono mpaka mpinzani wake anaenda kupata goli la kwanza, hawakuonyesha awakuonyesha presha yoyote. Nadhani walionyesha wa mchezo kwamba wa, yani yule uhakika kwamba fainali hii hapa tunayo. sasa kama mashabiki wa Simba watakuwa watazama ule mchezo, wanaweza wakaitazama kama Berkane ni timu dhaifu. Hivi Berkane ndio timu ambayo imekuwa na performance bora kuliko timu zote kwenye michuano ya CAF Cup, Confederation Cup, na ukiangalia hizi namba zimekuwa zikizungumza hivyo, kwa maana ya kwamba namna ambao, ndio timu ambayo imefunga mabao mengi kwenye hii michuano kuanzia kwenye group stage mpaka hatua ya semifinal, lakini pia ndio timu ambayo imefungwa pia mabao machache kwenye hii michuano Kwio ukiangalia ni timu ambayo imekuwa na namba nzuri sana, kwa maana kwenye eneo la ulinzi pamoja na ni eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo kwa, kwa timu yoyote ambayo inakwenda kucheza na timu kama RS Berkane, lazima yeye yeah, yee achukue tahadhari zaidi kuliko RS Berkane ambao anatakiwa kuweza kuichukua hiyo tahadhari kutokana na ubora ambao amekuwa nao RS Berkane. Na ubora wa RS Berkane sio tu wa msimu huu, kwanzia pia msimu uliopita RS Berkane walikuwa na msimu mzuri sana. Kama unakumbuka, walifika katika hatua ya fainali msimu uliopita walifungwa na Zamarek, lakini msimu huu pia wamerejea, kwa maana kwamba walionyesha kwamba hawakubahatisha msimu uliopita kufika kwenye hatua ya fainali. Msimu huu amerejea tena kufika fainali, lakini moja kati ya vitu ambavyo Mwai Shabani amekwenda kuvi improve ni kuweza kuitengeneza timu ambayo imebalance kwenye maeneo mengi, kwa maana kwamba eneo la ulinzi likiongozwa na Yusuf Dayo imekuwa imekuwa bora sana kwenye eneo lao la ulinzi lakini pia kwenye idara ya midfield, idara ya ushambuliaji wakina Merrell wamekuwa bora sana kwenye kutengeneza nafasi na kuweza kuistimia nafasi. Moin Shabani anajua kubadilika kutokana na mahitaji ya mchezo, namna gani aweze ku, kucheza kwa kasi kubwa, na kupongezwa kwa maana ya kwamba sio kawaida kwa timu kuweza kufika fainali hususan kutoka katika ukanda wetu huu wa Afrika mashariki na Kati. Ukiangalia, ukiachana na fainali ya Yanga na ya Simba, itakubidi urudi nyuma sana kuweza kwenda kuzitafuta fainali za timu kutoka katika ukanda wetu wa Afrika mashariki ya ile original, kwa maana ya kwamba ya Tanzania, Uganda pamoja na Kenya. Naona kwamba fainali ziko kwa chache sana lakini, fainali wanayo Gor Mahia yes, na Simba. Simba anazo mbili yes, Gor Mahia anayo moja yes, na Yanga Africans ambayo anayo moja ya mwaka juzi. Kwa hiyo ukikaa ukiangalia kwenye Afrika mashariki tumekuwa hatuna hizo fainali nyingi. Kwa hiyo kwa, kwa klabu ya Simba kuweza kufika fainali wanatakiwa kuweza kuenda kupongezwa, lakini wajue kabisa kwamba mfupa ambao anakwenda kukutana nao ni miongoni mwa mifupa migumu sana ambayo hawajaitafuna kwa msimu huu, kwa maana ya kwamba huwezi ukaipima mechi ya fainali kwanza, uzito tu wenyewe wa fainali, lakini pia huwezi kuenda kupima uzito wa timu ambazo amekutana nazo Simba ukienda ukilinganisha na RS Berkane. RS Berkane wamekuwa na ubora mkubwa sana kuliko timu zote ambazo Simba amekutana nazo. Kwa kwangu mimi, klabu ya Simba wanatakiwa kujiandaa mara mbili zaidi kuliko walivyojiandaa kwenye mchezo dhidi ya zidi ya Stellenbosch kutokana kwamba mpinzani ambaye anakwenda kucheza naye ni mpinzani ambaye ana ubora mkubwa, current form, lakini pia mpinzani ambaye anakwenda kucheza naye ni mpinzani ambaye ana experience ya hii michuano, fainali tano, mbili kachukua kwao. Unaweza kuona ni namna gani ambaye simba anakwenda kucheza na mpinzani ambaye ana ubora mkubwa sana kwa kwao RS Berkane, mara baada ya msimu uliopita kufika, kufika fainali na kupoteza kwao, hayatakuwa mafanikio. Kama watafika fainali, watapoteza tena. Mafanikio pekee ambayo RS Berkane atakuwa nayo ni kwenda kuchukua ubingwa na Simba, tageti yao ni kwenda kuchukua ubingwa. Kwa kwangu mimi, kwa klabu ya Simba, naamini mwalimu Fadlu Davids mmoja kati ya sehemu ambazo anatakiwa kwenda kuziimarisha kwanza ni kwenye eneo lao la ulinzi liendelee kuwa bora, kwa kuwa pia ukiangalia RS Berkane miongoni mwa timu ambayo inafunga sana mabao, kwa hiyo kwa klabu ya Simba wametuonyesha kwamba wana kwenye eneo lao la ulinzi lakini wanahitaji kuweza kuimarika zaidi kwenda kuwazuia wale washambuliaji wa RS Berkane ambao wamekuwa na uchu sana wa bao, lakini sehemu nyingine ambao wanahitaji kuweza kuwa bora ni kwenye idara ya ushambuliaji. Kwa hiyo itakuwa ngumu sana kwa Simba kwenye hizi dakika 180 ambazo wanakwenda kuzicheza endapo tu mchezaji wao bora ataendelea kubaki kwa Nierie Mpanzu, kwenye idara ya ushambuliaji itakuwa ni ngumu sana kwa klabu ya Simba kuweza kwenda kupata matokeo. Wanahitaji wachezaji wa, wa idara ya ushambuliaji wa, wa klabu ya Simba mm. wachaji zaidi waweze kufikia zaidi ya asilimia hizo ambazo wametuonyesha mpaka hivi sasa, kuanzia kwa Steven Mukwala, Leonel Ateba, Kibu Denis. Wanahitaji kuweza kuwa bora zaidi kuliko kwenye michezo mingine yoyote waliocheza. Hapa ndipo ambapo wanaweza kuona kwamba Simba watakuwa na nafasi ya kuweza kufanya vizuri kwenye hiyo michuano lakini okay? Mi binafsi kwenye huu mchezo wa fainali ambao unakwenda kwa mimi binafsi nitazama Simba kama timu ya pili kuelekea kwenye mchezo zidi ya RS Berkane kutokana na ubora ambao amekuwa nao kwenye prediction. Fainali ni ngumu, uh, yeah. No, sana kuweza kupredict lakini ukiangalia numbers na mbona Yanga mlifanya prediction? Hapana, mimi wasipredict kwenye, kwenye fainali, lakini binafsi yeah. Ukiangalia numbers, na quality, RS Berkane anaingia kama timu ya kwanza mm, na Simba anaingia kama underdog mbele ya RS Berkane. Binafsi, yes. No, Mwayombo. <laughs> Mm. Shabiki wa Simba lialia. Vijana vijana wanakimbia sana. Mwenye kadi yako ya eh eh, isafu na mii, tunatabia tuongea vizuri baadae.